Ndio maana nasema bwana, chama chetu kitaendelea kuchaguliwa tu. Wakati mwingine ukiasema haya, wana kasirika kweli, asema mzee yule, kwa kwanini asiende kupumzika basi, wengine wanasema kafa ne. <laughs> <laughs> Mie mzima, afya <laughs> yangu nzuri, sina nakugua